Ni ni kushukuru Mheshimiwa Katibu Mkuu na ni washukuru wa Tanzania ambao mnaendelea kutusikiliza na mnaozidi kupaza sauti juu ya haki kutendeka kwenye taifa letu la Tanzania, tulipokamatwa kituo cha polisi cha Salenda Bridge hapa Dar es Salaam, na tuliposhushwa pale Kamanda wa polisi ASP Justino uh, Mgonja, Justino Mgonja ambaye ni RPC wa Ilala alimweleza askari aliyekuwa anaongoza gari letu kwamba hawa uliowakamata Kisutu kuna kituo chao wanachopelekwa. Kwa hiyo uthibitisho wa kwanza kwamba tuliweza kukamatwa na polisi ni video zinavyoonekana. Polisi walituchukua wenyewe, wakatubeba kwenye gari ya polisi na wakatupeleka kituo cha Salenda Bridge. Kiko mkono wa kulia kama unatokea Oyster Bay polisi unakuja Mikocheni. Tulipotoka pale, tulipelekwa kituo kingine cha polisi cha Wazo, kiko jimbo la Kawe juu kabisa kwenye kilele cha mlima wa Wazo ambako kuna kiwanda bila shaka cha kutengeneza saruji. Ni kituo kidogo, tulimkuta kina askari mmoja tu pale. Yule askari alisema sina maelekezo juu ya watu hawa, lakini tulikaa mule ndani kama dakika tano hivi au sita tukawa tunazungumza na ule askari aliyeachiwa atulinde mle ndani. Tukamuuliza afande, mtu akikukamata, askari akikukamata, anapaswa ajitambulishe kwako, akuambie kosa lako na akueleze anakupeleka kituo gani cha polisi, na ikiwa kuna fursa ya kupewa mawasiliano uwaeleze ndugu zako, mnapaswa kufanya hivyo tueleze kosa letu nini, tueleze hapa. Tunaambiwa mmesema kwamba hatupelekwi ha, ha, ha, hapa kwa maana ya kwamba hana maelekezo huyu. Tueleze unatupeleka wapi? Yule afanda alitujibu hivi, nilimuuliza mwenyewe, akaniuliza wewe dhehebu gani? Kaambia mimi Mkatoliki, akaniambia mimi Muislamu. Akaniambia hivi, akatujibu hivi, kwenye dini ya Uislamu kuna shehe anayajua maandiko kuna imamu anayajua maandiko na kuna maamuma huyu hajui chochote kuhusiana na maandiko. Brother, kwenye kesi yenu kwa nini mmekamatwa? mmepelekwa wapi? Mimi ni maamuma. Ndivyo alivyotujibu, ndivyo alivyo tujibu. Na kwa kweli pale ndipo tulipoona kwamba hawana nia njema na sisi. Selander Bridge hawajatuandikisha popote hawakuruhusu tuingie ndani, alisema yule mgonjwa, alisema hawa wana kituo chao, ni wale wa, wa Kisutu, wale wa Chadema hawa wana kituo chao. Alijibu hivyo. Tukaenda wazo, tukakutana na huyo afande, ni mweusi, namkumbuka kwa sura yake, nikiona hata picha yake nitasema ndo huyu. Alisema mimi ni maamuma kuhusiana na, na, na. Mnapelekwa wapi? Kosa lenu nini? Mtafanywa nini? Baada ya hapa, gari ikaanza kuelekea Kawe ndani huko tukaenda Mbweni huko, sikuwa nimewahi kufika Mbweni, mimi natokea Mwanza. Ni eneo ambalo limejengeka sana, nyumba nzuri, standard za watu kuishi. Afanda akawa anapigiwa simu, anasema ununio chama, ununio chama, ndiyo kauli aliyokuwa anaisema. Kwa sababu gari ilikuwa inatembea, ghafla tukaacha lami, tulienda mahala mpaka sehemu tukakuta pamewekwa block, hakuna kwenda mbele tena. Akaambiwa umepotea, akarudi Alivyorudi ile gari ikaacha njia ikaenda njia ya vumbi, ndio tukaona kuna gari zingine za polisi zaidi ya mbili zimekuja nyuma yetu. Tukawa tumeshafikishwa huko, wakafukuzwa watu wote, walikuwa mbali, polisi wakaenda mpaka mbali kulotet kuona kama hakuna mtu yoyote. Tukashushwa, tukawa tunaambiwa sasa, njooni mtueleze ni nani aliyowaambia mje Kisutu. Lafu akana tuambia mtajua mama yuko kazini. Ndio kauli yao kubwa, mtajua mama yuko kazini, mtajua mama yuko kazini. Sasa kweli kama mama yuko kazini na ndio kazi ya mama hii, sio mbingu wala dunia ambayo inaweza ikabaliki kazi ya namna hii, yaani kama kweli ndio kazi ya mama, sababu ndivyo alivyokuwa anasema, na nawakumbuka wale maafande, sasa ndivyo walikuwa wanasema hivyo, na kila mtu aliyepigwa alikuwa anapigwa huku anaelezwa sababu. Kwa nini Ngoto aliumizwa mpaka akafikia hatua ya kuvunjwa mguu? Alikuwa anaambiwa wewe, ukivaa nguo mkivaa nguo za kaki mnajiona na nyinyi mmekuwa askari, wanampiga. Walipofika kwa Moipa anaambia hivi viatu wao wanavaa wanajeshi, tuna we umekuwa mwanajeshi, wanampiga Wakifika kwa Upendo wanamwambia uko mzuri hivi, unashindwa kulea mume, unakuja kwenye masuala ya CHADEMA wanampiga huku wanazungumza maneno ya udhalilishaji mabaya sana. Siwezi kuzungumza hapa sababu pengine mama zangu wanaweza wakawa wanamsikiliza vile walivyokuwa wanamwambia Pendo. Baba mmoja alipigwa akavunjwa, ana majeraha mengi sana, atukuja naye Mwananyamala hospitali. Yeye walikuwa wanamwambia na, pamoja na mzee Rafaeli namkumbuka kwa jina moja. Walikuwa wanawaambia nyinyi, badala ya kulea wajukuu mnaungana na hawa wahuni. Nyumba ya bati inakuaga na baridi au joto. Ukweli tulipigwa, unaweza ukacheka, ukizani ni mazuri. Heri ukutane na simba kuliko kutana na mwanadamu aliyegeuka kuwa mnyama. Yani bora ukutane na simba, unajua, this is is a lion my life is in danger, kuliko kukutana na mwanadamu ambaye utu wake umeshaondoka mwanadamu ambaye hamkumbuki tena Mungu kwa dini yake, Muislamu, ama Mkristo, ama dini ya Kiafrika, ni mtu mbaya sana, ni mtu mbaya sana. Tulivyomaliza kupigwa, tukaambiwa bado amwezi mkaenda nyumbani, mmependeza kiasi hiki, tuwapeleke muoge. Tukapelekwa kwenye dimbwi la maji machafu yanayonuka, tukaambiwa tuwe tunalala, tunaenda kulia, tunaenda kushoto, tunaenda kulia, tunaenda kushoto wote tumepangwa vichwa vimeelekea upande mmoja, vichwa vyote vimeelekea upande mmoja. Wa kwanza akaambiwa kwenye tali la kwanza la gari, kwa hiyo sisi tukawa chini ya kichwa, vyote vimefanana hivi. Maisha yangu nikawa najua sasa, labda ndo wanatumia gari kurudi nyuma, maisha yetu yaishie hapa. Gari inakuwa inaungulumishwa, inapigwa breki. Nilikuwa karibu na Ngoto, akaananiambia, tumesha, hatutorudi tena Pambalu, kama unaweza kusali kwa Mungu wako sali, sali, sali. Na sisi kwa dini zetu sisi tuna sala nyingi, mimi siku hiyo zilikataa zote. Nilikumbuka tu Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, nikajikabidhi nikijua ndo mwisho wa maisha yangu. Wakatuchukua, wakatupeleka kituo cha polisi Mbweni. Mbweni unaingia kituo, kinakuwa kulia inavyoonekana, kaunta iko hapa kulia. Sisi tukaenda mpaka mwisho, afu tukaambiwa twende mpaka mwisho. Ukienda mpaka mwisho kule ni chumba cha wapelelezi kwa kimeandikwa like OCCID kitu kama hicho cha wapelelezi. Kikafunguliwa chumba kimoja, tukalazwa mle ndani zaidi ya masaa matatu mpaka masaa manne, afu baadaye gari ikaletwa kwenye karakana ya polisi, milango ya geti yote ikafungwa, alafu tukaingizwa kwenye gari kupitia kwenye karakana ya polisi. Ukitaka kujua kwamba kile kituo kinaitwa Mbweni, nyuma ya kituo cha kile cha polisi kuna kanisa kubwa kwa aina ya mijengo inavyojengwa linaweza likawa ni ama Lutheran ama Catholic. Ilo kanisa kubwa liko nyuma ya hicho kituo kinachoitwa Mbweni. Tukachukuliwa pale mpaka tukapelekwa kwenye hifadhi ya Pande Bagamoyo. Bagamoyo tulivyopelekwa tuka tukashushwa wote, tukawekwa kwenye kichaka kimoja. Tulivyowekwa kwenye kichaka kimoja tumerundikana pale, gari ikaenda mbele. Ilivyorudi wakatulushia wakatulushia simu waka, wakatulushia zetu. Wakamaliza, wakaondoka, na ndipo tukapata msaada wa bodaboda waliotutoa pale waliotutoa pale na kutupeleka senta waliko bina, watu wengine, ndipo tukapata msaada wa kutoka kule tuliko. Sifikiri kama hili ndilo taifa ambalo tunapaswa kuishi. Sifikiri, sifikiri. Dhamiri yangu inakataa, dhamiri yangu inakataa, dhamiri yangu inakataa. Ni lazima kama taifa unyama huu uishie kwetu, usijitokeze tena, na watu wengine wasiumizwe kwa sababu ya, ya kupigania haki. Uovu ukitukuzwa, haki huonekana kuwa kama uasi kwenye taifa. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. <coughs>